Tunamshukuru sana Dkt. Tulia kwa kutuona sisi. Tunamshukuru sana kwa kutuletea nguo za shule. Tunamshukuru sana, ametupa sapota wazazi, ili tuendelee kuwasomesha hao watoto. Tunamshukuru sana, sisi kama wazazi tunaombea kwa Mungu awe na maisha marefu, ale alipotoa Mungu ambariki. Tunashukuru, tunasema asante, pigeni. Tunamshukuru sana Dkt. Tulia kwa kuwaona hao watoto ambao hawajiwezi. Mimi kama mzazi wao mimi mwenyewe nina maisha magumu, namshukuru sana. Kazi yangu naokota makopo sina la na kusema, namwombea kwa Mungu baba aweze kumbariki yeah, na kumsaidia awe na maisha marefu, apate baraka nyingi sana. Mimi sijiwezi, naokota makopo, nashukuru kwa kunione watoto. Hawa watoto hawana baba, mimi ndo babao, mimi ndo mamao. Namwomba Dokta Tulia anione mimi, watoto wangu wanaishi mazingira magumu sana. Namshukuru sana kwa kuona namshukuru sana kwa kuiona hii familia, nasema asante Mungu, Mungu ambariki Nalia kwa furaha, sio kwa huzuni. Namshukuru kwa kunisaidia maake, kwa sina mbele wala nyuma, kwa sina pakuanzia, nianzie wapi wala niende wapi. Namshukuru sana Dkt. Tulia kwa kutuona sisi wenye kaya maskini, wenye mazingira magumu. Mungu ambariki, tunamshukuru, tunasema asante. Wanangu, semani neno moja.